ana shauri lake nakumsifu Mtume, kwa hivyo nakukaribisha atupe shauri lake inshallah. Leo ni siku ya mtume pekee yake sala la Muhammed. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina wa wa naitwa mwenyi Muhammad kutoka Meritini na Ma mwingine photocopy.

faida na busara. Ejo nafunzi wenzangu wa Isilamu, somene mupate elimu bora, elimu ndio cha pekee katika Wisilamu wa pamoja, madrasa inang'ara, ziari ndamana minye na taadhima

Alhamdulillah, haya, tunyamazeni ki leo ni siku ya furaha na kila moja afurahika bila shaka. Alhamdulillahi rabbil alamin. Haya, tunyamaze sasa, kila moja anyamazi, kila moja amecheka, amefurahika, basi tunyamazeni, tusikize maneno mawili tu tupate kwenda zetu. Twamshukuru Allah subhanahu wataala aliyetujalia tena kukutana kwa mara nyingine mwaka mwingine siku nyingine, wote ni uwezo wake, kwani kuna wengi waliotamani maulidi haya wayakute, ama yapate tena, kama vile alivyopata mwaka jana, lakini haikuwezekana. Wengine, wa wengine, wa wengine wa wa ni wagonjwa, wengine wako mahospitalini, wengine tayari washaondoka katika hii dunia, akiwa ni mmoja wetu ndugu yetu kipenzi chetu Abdalla Sheikh Jaru ni miongoni mwa wale ambayokuwa tulikuwa tukishirikiana tuki pamoja katika hii kikao. Kwa hivyo wakati umeenda sana, ukiangalia upande wa kulia mashekhe ni wengi maulama, upande wa kushoto, mbele yangu, nyuma, wote ni walimu. Kwa hivyo nitaomba samahani atuto usimama sote kuzungumza watosheki na wale ambaokuwa wamesimama na wengine ambaokuwa hawakusimama, basi mwakani insha allah kuweza kwenye zibilao pia atasimama. Kwa hivyo tutasimamisha ndugu yangu Alhabib Usali Swaleh amani azungumze na waumini atupatie sabuni ya roho insha allah. Sali Swaleh, karibu.

Nikijaribu kudondoa dondoa yale ambayo kwamba tumekaa hapa tukayazungumza kwa lugha ya Kiarabu, mmoja wapo katika kitabu cha simtu durar tumesoma abiadi kwamba imetoa hapa baiti, kila wakati inasomwa, lakini hatuelewi maana yake. Alizungumza maneno ni mtu ambaye kwamba ni mtukufu sana imechanganywa wanazuoni wawili tena ambaye kwamba wa wakutegemewa. Moja ni hapa katika East Africa mzima, hakuna kama yeye. Wa pili ni Alhabib Aseyid Al Husein bin, bin Abdallah bin Ali Alhabishi radhiyallahu anhuma. Ya kwanza ni Jamalullail, wa pili ni huyu na ni wanazuoni wetu ambao kwamba hapa patikaniza Afrika, Alhabibu Said Ali Badawi hayo abiati amechanganya na ya Alhabibu mwenye simtudura amesema, ya la hadi, ewe mwenye kutumbuiza moyo, ewe mwenye kutumbuiza klabu inatumika kwa msafara amekomba inatumbuiza ina ni ngamia. Ngamia huwa aendi mpaka asikii sauti nzuri akipikia akiimbiwa, ndio anaongoza safari. Sasa Alhabib Asayid Ali bin Saleh Uh, Jamalulengi amesema ya lahadi ewe mwenye kutumbuiza Funga mdomo tafadhali. Sarra al-Quluba. Moyo umefurahi mno. Wakala paka moyo uweze kusema. Ya la qalbi sururu katawala. Hiyo na Habib al-Habib al-Habshi. Amesema ya la qalbi, ewe nda moyo, sururu furaha yake, katawala ni furaha zikufuatana, furaha mekoma ikatiki. Hapo maulidi, kila mmoja ameterema hapa vya kutosha. Hiyo ndio nini, kutumbuiza. Huko ndio ni kutumbuiza kaifa la, kwa nini siwe hivyo, furaha hiyo isikatike, ni apendelea moja kwa moja bihabibi, na kipenzi, kipenzi